Mtume akaendelea katika maneno yake akasema, ya, ya kwamba wakhaliqi nasa bi khuluqin hasan, na uweze kuishi na watu, uweze kuwa na tabia nzuri kwa watu, uweze kuwa na mwenendo mzuri kwa watu. Ishi na watu kwa wema, ishi na watu kwa uzuri, mpendee mwenzako kile ambacho unakipenda kwenye nafsi yako. Waliathibitisha hayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, usilopenda pia kufanyiwa usimfanyii mwenzio. Kama wewe unachukia ukidanganywa, basi usimdanganyi mwenzio. Kama wewe unachukia ukitapelewa, basi wewe usimtapeli mwenzio. Kama wewe unachukia kuharibiwa vitu vyako, usiharibu vya wenzio. Kama wewe unachukia asifanyiwi ubaya mzazi wako, nawe pia usiwafanyii ubaya wazazi wa wenzako. Lile ambalo usilopenda kufanyiwa usimfanyii mwenzako. Ndugu yangu Muislamu, ishi mawema, ishi wuzuri, na watu kwa wema ishi na watu kwa uzuri. Haya alikuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na imekuja hadithi nyingine kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Huraira anasema so ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, yale ambayo yatakayoingiza watu wengi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaulizwa vile vitu ambavyo vitaingiza kwa wingi watu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala.

Subhanahu wataala, mtume analitaja hilo jambo la ucha Mungu jambo la kumcha Allah subhanahu wa taala, kuwa lipo katika mambo ambayo itakuwa ni sababu ya watu wengi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wataala. Jambo la pili, mtume akasema wa husnul khuluqi, na tabia iliyokuwa njema, tabia nzuri. Mja wa Allah mwislamu sifika kwa tabia zilizokuwa njema tabia njema kwa waja wenzako, tabia njema kwa binadamu wenzako. Mche rabbul izzati wal jalal, na uweze kuishi na watu kwa wema na uzuri. Hakika yule ambaye atakayeyafanya haya ndiye ambaye atakaye, amefaulu duni, atakayekuwa amefaulu.